I love you too. God. Una kitnani nimekaa kimya ukajua nashindwa kufanya chochote ushanielewa, na kukupenda kwangu mimi, basi siwe sababu ya mimi kupata masimango, kunyanyasika, ushanielewa eh? Nachokuomba tafuta solution ya hili tatizo. Nimechoka kusemwa mama mkwe, niseme mimi mama, nikienda nyumbani nisemwe mimi hivi. mimi nitakuwa mtu wa aina gani? <sighs> Sawa mke wangu, kumbuke ni dunia tu, nao ni walimwengu tu mke wangu, siri ya mtungi jiwe kata mke wangu hata kama mme wangu, hata kama nimechoka, nimechoka kabisa, nimechoka ni yani tunapoelekea, tunapoelekea. Mme wangu, nakuja kuitoa isiri hii e, miaka yote ninavumilia mpaka lini? Sasa mke wangu, nakomba vumilia, kwa sababu wewe ndo unajua siri yangu kijijini hapa kote, ndo unajua siri yangu. Sasa hiyo siri ukitoa, nafikiri mi nitaishije? Nitakuwa mgeni wa nani? Afu jambo jema huwa lina subi la mke wangu Oh, mimi unachokitaka niendelee kuzalilika mbele za watu, si ndio? Ili wewe we, we, unalinda heshima yako, mimi niendelee kuzalilika mbele za watu, si ndio? Eh, niendelee kuchukiwa mimi, si ndio? Maneno kila siku mimi, niendelee kukonda mimi, si ndio? Nimechoka hata mi, hali naniuma sana, usifikiri napendezwa na hii hali, naumia sana. Nitajitahidi, lakini kila jema huwa lina maumivu, mke wangu. Unaja wewe kuanza kulalamika sasa hivi? Sasa kama unaumia na mimi naumia tena, mimi ndo naumia zaidi yako wewe, ushanielewa? Kwa sababu maneno natupiwa mimi na sio wewe. Alafu isitoshe, wewe ndo mwenye matatizo, mimi sina matatizo lolote. Sasa nsikize kwa makini, nachokitaka mimi ni ujauzito, nizae ili kila mtu afurahi na mimi, nifanyeje nirudishe heshima yangu? Ukitaka tuelewane hivyo Ndugu yangu sasa, ah, kwema kwema za hapa unaendeleaje? Ah, namshukuru Mungu niko vizuri. Na harakati za kuwacha tu. Nipe jipya, naona umenitenga ndugu yangu. Ah, pilika tu ndugu yangu sasa. Mbwa nimekuja kwa swala moja, tunajua kabisa kwamba mimi sinaweza kuzalisha k nawe nyi mtongo wa karibu sana pia ni rafiki yangu, nimekuja kupata ushauri, nifanyaje? Ndugu yako ndugu <coughs> yangu ni kweli unachozungumza. Unajua bana ah, mambo anawapataga wapi wengi, ila la kwako kubwa ndugu yangu. Ila sawa nisikilize, mimi sina neno, mwenzako mambo yangu anakaa vizuri, mishemishe mm, zangu ziko freshi. Mi kuna mtaalam ipo kijiji cha pili huko, ndio anasababisha, ndio Ndio anasababisha mambo yangu anakaa freshi, kwa hiyo kama nabudi, inabidi Sawa, mi sina tatizo. Hata sasa hivi tunaweza tukaenda. Sawa, machozungumza sahihi, lakini wahenga wanasema haraka haraka haina nini? Haina baraka. Ni yani, kama inawezekana wewe kesho, mida saa sita mchana, wewe nifate hapa afu tuondoke. Sawa, kesho saa sita mchana yeah. Poa, mi nitajitahidi mapema sana, nitakukuta hapa. Unajua ndugu yangu da hata hivyo, namshukuru sana mke wangu kuweza kunitunzia asili kijijini hapa mpaka sasa. Nadhani kazidi kunitunzia asili. Basi ndugu yangu, hiyo toa hofu hapo, imekwisha. Wewe kesho tu saa sita tuwa hapa gate hapa afu tondo. Basi hamna shida, ndugu yangu, fresh. Basi haya, poa. Basi mimi baadaye nitakuja. Poa mwenye Oho. Oha, baba. Oh, ho uamza baba, vipi ndo mga kutoka? ah, mwanangu ndiyo hapa nita maizimalizia hapa ndugu yangu sababu yeah. Nikuwa unaona mwenyewe umechelewa, yeah. Nikuwa nikufuate huko, nikweli ndugu yangu. Basi tusie, tuna mambo mengi, twende basi. Po wasiunajua, tatizo lako ni tatizo langu. Basi tusipoteze muda, sasa hivi tunabidi tuondoke. Hamna shida, twende Ndugu yangu usijali, yaani hapa ndo tumefika. Maana kwa mzee ndo hapa mm. eh. eh. mzee mwenyewe sijui yupo, ana mlango umefungwa. Imwangalia mzee, mzee Ha, blaza vipi? Mbendo. Safi samani <tutu> <tutu> kwema samani, kidogo tukuulize, kwema samani, tuku tunamulizia mzee huyu wa Kisukuma, sijua kama tumemkuta. Huyu mzee kafariki baada ya mwezi mmoja sasa <tutu> kwa hiyo toka fariki Mwezi mmoja sasa. Ah, kaka, tunashukuru. Ndugu yangu. Haya matatizo haya atakwisha ndugu yangu, inuka. rafiki yangu, yangu mimi nitegemea leo nitapona. Kumbe bado. Ndugu yangu, najua ni matatizo kweli. Yatakwisha, wewe pambana, sio kwamba hapa tutapambana tuta, haya yatakwisha, wewe, twende tu nyumbani, sawa? Nyumbani usijai, sijai, atakwisha ndugu yangu.